Tafiti zinaonyesha hapa Tanzania, ukienda kuwauliza wananchi juu ya imani, wanamwamini nani? Wanapokuwa na changamoto zao, wanaamini nani katika kusikilizwa? Wanapanga kuanzia kwa huko juu mpaka chini, watu wa kwanza wanaoaminiwa Tanzania ni viongozi wa dini. Kwa hiyo wananchi wanaposikia jambo limetoka kwa viongozi wa dini, wanaaminiwa sana, ndio wengine wanafata, wanafata katika mlolongo huo. Kitafiti, mheshimiwa rais, wanaposikia jambo limetamkwa na rais, wanamwamini. Taasisi ya tatu, jeshi la wananchi wa Tanzania linaaminiwa sana, wanafata mlolongo huko na wanafata. Wengine wanafata, wengine mwisho mwisho sitawataja, nawataja tu waliopo juu sitaki <laughs> ugomvi na watu lakini <laughs> lakini, muhimu ni kwamba viongozi wetu wa dini mnaaminiwa na wananchi. Kwa jambo ambalo mmelifanya hili, mmesaidia sana nchi yetu juu ya uchaguzi wa kesho kutwa, juu ya umuhimu wa wananchi kwenda kushiriki na wakashiriki kwa amani.